Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, SACP Alex Mkama amesema chanzo cha mauaji haya kimetokana na deni la shilingi elfu moja ambalo marehemu alikuwa anadaiwa na mtuhumiwa, na baada ya kushindwa kurejesha, mtuhumiwa alimjeruhi marehemu na alipelekwa katika kituo cha afya, lakini baada ya kupatiwa huduma ya kwanza, marehemu alianguka na kufariki katika kitongoji cha Kaporo, kata ya Kibaoni, wilaya ya Kilombero ambapo kulitokea ugomvi kati ya marehemu na mtuhumiwa. Chanzo cha ugomvi huo ilielezwa kwamba mtuhumiwa alikuwa anamdai marehemu uh, pesa kiasi cha shilingi elfu moja. Marehemu alipotakiwa kurudisha pesa alikataa, na ndipo ugomvi ulitokea baina yao, na katika ugomvi huo marehemu alipata jeraha dogo kichwani na kupatiwa huduma ya kwanza kwenye zahanati iitwaye Kaporo Health Service na kuruhusiwa kurudi nyumbani, lakini akiwa njiani alianguka na kupoteza maisha. Katika tukio jingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watu watatu kwa tuhuma za kumwibia bosi wao ndoo za mafuta elfu moja na mia tatu ambazo zina thamani ya zaidi ya shilingi milioni sabini. Tuhumiwa alichepusha gari yenye namba za usajili T 785 CTC ikiwa na tela lake lenye namba T 341 CTZ aina ya hoho na kuliingiza vichakani na baadaye kutoa taarifa kituo cha polisi ya kwamba amepata ajali na kuibiwa mzigo aliyokuwa nao. Kwa hiyo kama ka, ilivyo kawaida, tukipewa taarifa hizi tunafika kwenye maeneo ya tukio kwa ajili ya kuchunguza na kufuatilia, lakini katika uchunguzi wa kisayansi ilionekana kwamba tukio hilo, uliweza kubaini kuwa hakuna wizi uliofanyika eneo la tukio na badala yake mtuhumiwa aliuza mafuta hayo mkoa wa Pwani kabla ya kufika mkoa wa Morogoro. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za kukutwa na jino la tembo. Teresia Mwanga, Azam News Morogoro.